Kwa hivyo mtazamaji, bila shaka mwenzangu ameweza kupatia taswira jinsi mambo yalivyo ni katika maeneo ya munyo, eh, Manyonje ambapo gari hili linasemekana eh, limeteketezwa moto na watu wasiojulikana na ni gari ambalo bila shaka ukitazamia tu ni katika kituo cha pili saa hivi ambapo nimeweza zuru maeneo haya ya Malava ambapo ni kisa cha kwanza ambacho sisi wanahabari tumeshuhudia, uh, baada ya baada ya kisa cha jana ambapo watu wasiojulikana pia waliweza vamia, eh, makazi ya mwanachikiti katika chama cha DAP Kenya ama DAPK, Seth Panyako eh, na sasa hivi mambo yako vile yalivyo. Kwa hivyo ukitazamia tu picha, taswira vile mambo yalivyo, maafisa wa polisi wameweza fika hapa kiasi cha haja kuweza kulinda ama kushika doria, wako hapa maafisa wa polisi vitengo vyote, nazungumzia wale majasusi sawia na wale maf... vile, vile... vilevile ukitazamia tu wa, wale maafisa wa GSU pia wako hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kiko eh, eh, shwari hapa, na inasemekana ilikuwa miongoni mwa gari kwenye msafara wa Seth Panyako ambapo wanasemekana uh, ulit, uliteka nyara hapa na watu na vile vile ukaweza kutiwa moto, na kwa hivyo tungali tunafuatilia kama wanahabari ili kujua labda kubaini chanzo ama kisa tu cha kuteketezwa kwa gari hili ambalo lilikuwa kwa msafara wa Seth Panyako, na akiwa pamoja na kinara wa chama cha uh, DAP-K Eugene Wamalwa. Kwa hivyo hii ndio picha, taswira kamili jinsi mambo yalivyo kutoka katika maeneo haya Manyonje, eh, katika eh, kituo hiki cha ama katika eneo bunge hili la Malava na ni kisa cha kwanza cha leo, na hapo jana tulishuhudia pia eh, mvutano na sasa hivi ndio ndio picha mambo ya live